Mtu mwingine anayekuja huko akataka kutugawa ms, msikilize wala msiseme hiyo ni nini. Bwana apewe sifa sana, Amen. na Usiji ukaalikwa uka na mtu kwenda kwenye sherehe ya Kiislamu, kaacha nenda, wekale, hakuna tatizo wala hutapata chochote eh e, ukialikwa kwenye Idi we nenda kale, hutapata tatizo lolote eh Bwana e, Yesu apewe sifa sana Amen. Lakini nichataka kuzungumza ni nini hapa. My message inazungumzia hakikisha elfu mbili ishirini na sita mambo yako, tumia kanuni hii ya kutunza siri za mambo yako. Tunza siri za mambo yako, hii ni silaha kubwa sana. Tunza siri za mambo yako. Kama Herodi alikuwa anamtafuta mtoto Yesu amwangamize, malaika akamwambia, ondoka ukamfiche mtoto huyu. Ni mtoto bora tuliokuwa tunasherekea juzi Mungu anamtuma malaika anamwambia, kamwambie mke wake nani, Yusufu na mkewe, wamkimbize mtoto kwenye eneo ambalo sio, sio imani yetu. Yesu anakwenda kwenye taifa ambalo sio taifa salama kwa taifa la Israeli. Ukumbuke wa Israeli na wa is, wa, wa, wa Misri walikuwa na ugomvi usioisha, walikuwa na chuki, walikuwa na wadui, lakini malaika anamwambia, nenda kamfiche huko na mtoto Yesu kaenda kafichwa Misri. Taifa la Misri halikuwa rafiki na taifa la Israeli. Usiwe na uadui wa kudumu adui wa kudumu. Adui wa leo anaweza kuwa rafiki yako wa kesho. Yani unaweza kumwona huyu ni adui, kesho kutwa mtoto akaenda kajificha kwa, kwa yule adui yako. Sijui unanielewa vizuri? Maana yake taifa la Misri lilikuwa ni adui wa taifa la Israeli, lakini mwana wa Mungu malaika alimwambia kamfiche kule, utakuwa safe zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Sijui mnanielewa ninachozungumza. Hii ni kanuni ambayo ni very, very, very substantial kuitumia katika maisha yako ya mambo yako. Mtoto wako amepata kazi, unamtangazia nani? Una uhakika huyo unayemtangazia na roho nzuri? Mtoto wako amepata kazi, unamwambia namshukuru Mungu Bwana, mwanangu amepata kazi. Huyo unayemweleza na mtoto wake ana yuko kazini lakini yuko chini wako amekwenda kwa, kwa juu au ni bosi kwenye eneo fulani. Unashangaa anatengeneza figisu kumharibia mtoto wako kwa ajili ya chuki tu, kwamba mtoto wako akiwa na nafasi nzuri na utaishi maisha mazuri. Unafikiri mtu kwa mfano akinitukana, anaponitukana mtandaoni, mimi lengo langu ni kuniharibia watoto wangu wasinipende na wasiniamini, si ndio? Jitahidini sana kwa makini na dunia hii, dunia hii imefika pabaya. ka njoo na usali na mtoto wako amepata kazi, huhitaji kumwambia mtu. njoo nao tu watakuwa, naona mnapanda na mtoto wako, mnakuja kuombewa baadaye, wataona unatangaza uchumba, unasherekea na nini ha, wataona baadaye, mtoto anashuka pale chini, anapaki gari huko mbele, ndio watakuja kufahamu ulishakuwa. Sasa nikwambie kitu jifunze tu hiki kitu jifunze tu hiki kitu, ili uelewe nachokueleza mimi. Tunza siri, tunza abaki mke wako tu, hata na watoto ambao unawaona kwamba ni mawalu usiwaeleze. Watakuja kujua baadaye, baada ya kuwa wamekua. Kuna watoto wengine hawajui, wanawaeleza marafiki zao, hiyo ni, hiyo ni, ni sheli ya baba, ile ni hoteli ya baba sijui nini, kanaanza kujiposti kumbe kanajiharibia kenye katoto, hakajui bado kadogo. Angalia juzi, masheli alikuwa yanachomwa kisa, wanasema ni ya, ni ya mtu fulani, ni ya mtu fulani. Mahoteli yanataka kuchomwa, shule. Kuna mtu mmoja yuko Geita kule, ni mtu mzuri tu, ni mzee wa kanisa. Shule yake ilibidi aweke ulinzi wa vikosi vi, vya jeshi kwenda kuzunguka, eti ya kisa yanataka kuchomwa. kisa huyo mtu naye anataka kugombea ubunge. Kwa hiyo yu yule mtu alioshindwa anataka kuchoma shule zake. Kwa nini unachoma shule za mtu? Kwa sababu naye anataka kuchukua nini? Kila mtu anatengeneza, anapambania ndoto zake. Unachoma kwa nini? Ni wivu kwamba ukiwa mbunge na haya mashule yote, basi utazidi kufanya nini? Kupanda zaidi. tunza siri. Yaani nakuta mtu nakwenda kuchoma petrol station kwa sababu najua ni ya unakwenda kuchoma hospitali yani, kwa sababu ya fulani. Yaani swala la kwamba hiyo hospitali inasaidia jamii, ni wewe unajua, lakini adui yako anataka kuichoma ule azala. Huwezi huwezi kutunza asili, tunza asili katika Afrika, watu wenye roho mbaya wanaoongoza Afrika duniani, wanaoongoza roho mbaya kwa duniani ni Afrika na Waarabu, roho mbaya, mimi nakwambia kwa roho mbaya sio wengi, asilimia kubwa ina watu wa roho mbaya, sio wote wako wachache, wa, wa kuhesabu watu wachache wa kufanya nini. Mimi nimechaguliwa na Mungu kumtumikia Yesu, lakini unashangaa kati ya wale niliowatengeneza mtu anataka kunipoteza mimi, anantumia watu, anantangaza kunichafua ili nipoteze heshima. Hebu jiulize, hii kweli inakaaje? Ina huyu mtu namsuka mimi, nimechagua kumtumikia Mungu na nini? Hicho ndo nachokitembelea hicho. Huyu mtu anaimba hapa, kuna mwingine, kuna wengine ni wachanga kabisa kwa kuimba, lakini anakuwa anapewa maiki, imba imba, imba, imba. Ameanza kupigiwa makofi, anaanza kuwachukia wale aliowakuta. Ah, sasa yani paka wanajuta, kwa nini huyu mtu tulikuwa tunampa nafasi aimbe? Ndio Afrika jinsi tulivyo sisi, yani mtu Yuko lazima mimi kuona mimi naendelea kupanga kama mchungaji wa kiroho. Si mnasikia hata huko nje. Wachungaji utakuta wanaendesha magari mazuri, wanakaa kwenye nyumba nzuri. Ndio maana yule mama akakasirika akisema wewe, who are you? Alikuwa amechoka. Mama Samia, who are you wewe ambaye hutaki ni, ni, niwe rais? Yaani wewe unataka mimi ni askofu mpaka nimekuwa askofu na kipala. Sina nyumba, unafurahia? Askofu mkuu huna hata pa kukaa. Lakini utakuta mpaka bungeni wanazungumza. Sasa hivi unakuta kanisa mchungaji anaendesha gari unataka niweka, mimi ni mchungaji sio mganga wa kienyeji. mimi sio mganga wa kienyeji, tenganisha waganga wa, wa kienyeji, wao walishajipendekeza, walishachagua kuvaa ngozi na manguo yale ya nini meusi. Sisi ni wachungaji wa kiroho. Halafu sisi hatuna matatizo na mtu. Hivi ujaona uja juzi juzi hapa wengine anashika anashika, nani ana hapa, mimi, mimi, mimi, wewe umepita, umepitapitaje? Mbona sisi wachungaji hatusemi hayo mambo? Akuta yani, mtu kuapa anashindwa kutaja jina lake, anashindwa lakini amekwenda wapi? Bungeni. Sisi tunalalamika, wachungaji wa kilo, tunalalamika, lakini wale wabunge wote wakishamaliza kuapa, sio napewa maviaite na waliokuwa anashindwa kuwapa mimi, mimi, mimi, mimi, mimi, tunalalamika. Kwa hiyo nakuta mtu akishakuwa mzoefu kule bungeni anasahau kwamba tunamkumbuka huyu alikuwa natetemeka. Sasa naanza kuona si tunaendesha gari inakuwa nongwa, nikiwa na mtoto akiwa mweu, huyu mchungaji anasema naombea watu, mbona watoto wake vichaa? Sasa mmesema sisi watoto wasitibiwe hospitali nzuri, tuwaombee Yaani mtu mtoto wako ukimpeleka hospitali wewe si unaombea mbona unamleta hospitali nzuri? Eh. Yamani, ni mzee wa kanisa amempeleka hospitali nzuri. Tuseme hapana, tumpeleke kwa mganga sasa. Yaani hivyo, yaani hi, kati ya watu wenye aroho mbaya uraya kwa wenzetu kule mchungaji analipwa mshahara na serikali kwa hizi kwa kauli tunazozungumza ambazo ni very controversial. Kwa kuhamasisha amani, upendo, mshikamano na nini, mchungaji mwisho wa mwezi anapokea mshahara kea mshahara. Sisi hapa waulize, mashehe mnapokea mshahara? Anajipambania mwenyewe. Waulize wachungaji wanapokea mshahara? Tunajipambania wenyewe. Unaweza kuona tu kwa muda mfupi, wasanii wanaitwa, anapewa mkopo wa milioni mia mbili mia tatu anapewa mkopo. Anachokifanya msanii ni kudengua tu, watu wakicheka tu, milioni mia tatu anajitoboa mahereni anajipiga machata anakula mzigo, lakini sisi tumetulia, tumenyamaza, tunaendelea na kazi yetu, na waumini wengine wanachanganyikiwa, wanashindwa kusimama na baba yao. Leo nimekuandalia sara kubwa ambayo maneno yake nimeyatafakari. Nimeshindwa Kiswahili hayapo, Kifaransa hayapo